na wale wote ambao wanatufuatilia tunaendelea na darsa zetu zenye anwani "Usihuzunike". Usiendelee kuhuzunika ndugu yangu mfuatiliaji wetu, tunafarijiana, tunapeana support, tunaungana mkono katika yale masaibu ya dunia ambayo kila mmoja wetu anapitia kwa namna yake, wengi miongoni mwetu tunatamani kuwa na mali tukiamini kwamba mali ndiyo kigezo cha maisha mazuri. Wengi miongoni mwetu tunatamani kuwa na mali na tukiamini kwamba mali ndiyo kigezo cha mtu kuwa na maisha mazuri. La hasha! Ni kweli wapo wenye mali za halali na wanazitumia katika kheri, kwanza wamezipata katika halali na wanazitumia katika kheri, walillahi hamdu. Hao wamebarikiwa sana na Allah subhanahu wa taala, amewachagua. Lakini asilimia kubwa miongoni mwa watu wenye mali, wengi wao wanapitia katika mashaka, wengi wao wanapitia katika mateso. Mimi na wewe tunatamania hivyo, lakini

Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anaanza kufikisha dawa yake, alitamani matajiri waingie kwenye Uislamu, alitamani wanafiki nao wawe karibu na yeye, japo wengine hakuwa anawajua. Alitamani, alitamani, na ndivyo wanavyotamani an, waislamu wengi, kwamba na mimi niwe kama fulani. La haula. Kuna baadhi yao sio wote, kuna baadhi yao wanapitia katika maisha magumu pamoja na mali zao. Mtume anaambiwa na Mwenyezi Mungu, falatujibuka amwalo, zisikupendezeshe mali zao, zisikupendezeshe mali zao, zisikutamanishe mali zao wala watoto wao, innama yuridu llahu liuadhibahum biha fi lhayati dunya. Hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa hizo mali ambazo wanazo baadhi ya bazo, anazo, watu Mungu anawa anataka kuwapa adhabu katika haya maisha ya dunia. Yani, kuna watu wamepewa mali lakini kwao ni adhabu, bila wakujua kwamba wanateseka na wanapata adhabu. Kwa mfano wale ambao mali zao wamezichuma katika njia za haramu, mali zao wamezipata katika mikopo ya riba, mali zao wamezipata katika mambo ambayo sio ya kheri, sio ya halali. Hawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, mtume aliambiwa na Mwenyezi Mungu, Mungu watu wa namna hii anataka kuwapa adhabu. Wewe ridhia kwa hali uliokuwa nayo usisiwa sikana kwamba usitafute mali, tafuta katika misingi ya halali, lakini ikiwa Mwenyezi Mungu haja kukunjulia sana rizika na ile riziki yako ya halali unayoipata kwa sababu kuna watu wanapitia katika misukosuko katika mis, mis, mikubwa pamoja na mali nyingi walizokuwa nazo, Mungu alisema anataka kuwapa adhabu. Iwezekana wewe ukaona jirani yako anasomesha vizuri watoto wanalala vizuri amejenga majumba mazuri, lakini iwezekana hali vizuri halali vizuri, yaani kila kitu chake kwake ni mtihani. Uzito anao yeye, mateso anayo yeye, maumivu anayo yeye, huzuni anazo yeye, maradhi anayo yeye. Ni bora wewe unayokula ugali na dagaa, ni bora wewe unayokula ugali na mlenda, ni bora wewe unayokula ugali na matembele yako, ni bora wewe, ni bora wewe, ni bora wewe, ni bora wewe. Unaweza ukalala vizuri, ni bora wewe. Unaweza ukapata hata muda wa kupumzika, ni bora wewe. Unaweza ukapata hata muda wa kuswali, ni bora wewe. Unaweza ukapata ukapata ukapata nafasi hata ya kukaa na familia yako nyumbani. Kuna watu hawana nafasi hizo, ndugu zangu, wameshughulishwa kweli kweli na hizo mali zao, simu, presha, nini, akisikia hichi hichi hichi, yeye kuamka alfajiri, akitoka anaamka alfajiri, anarudi usiku, yote anashughulika mali mali Mungu anasema yahsabu anna malahu akhlada, hivi mtu anadhani kwamba mali yake itamweka milele? Tafuta mali nenda katika njia za Allah subhanahu wataala, lakini wengi katika miongoni mwetu wanateseka na mali zao. Hawalali vizuri, hawakai vizuri na wake zao, hawaishi vizuri na familia zao, hawakai vizuri na ndugu zao, wao ni bize bize bize bize mpaka anakosa hata mta muda wa kupumzika wala kufanya ibada wala kukaa na familia yake na mke wake. Leo wewe unaishi vizuri, usihuzunike. salamu alaikum wal afu minkum.